Karibu Mwalimu Group Limited. Leo tutajifunza namna ya kufanya setup ya mashine ya brush cutter. Mashine hii inatumika kwa ajili ya kufyeka, kukata majani, kukata nyasi na kuvuna. Mashine yetu ndiyo hii ambayo inaonekana hapa. hii ni gari chafuke hii inatumika kwenye uvunaji wa mpunga, na hii ndiyo injini controller ya kila kitu. Hii na hivi ndiyo visu vyenyewe ambavyo vinatumika kwa ajili ya shughuli za kukata, kufyeka na kuvunia. Mashine hii pia inakuwa no no? no no? no, na mkono inakuwa na mkono huu hapa, mkono wake mmoja pia, kwa ambao wanapenda kufika, mashine hii inaweza kuambatana na jengo ambayo linatumika kwa ajili ya kupalilia, kupalilia mazao au kupalilia eneo kwa kukata majani kabisa kutokea chini. Hili hapa sasa, leo nitakupa mpangilio mzuri wa namna ya kuiandaa mashine kabla ya kuanza kazi. Kwamba tuanze taratibu, cha kwanza. Hatua ya kwanza kabisa ya kuzingatia ni kuunganisha mkono na injini, mkono na injini. Mkono unaounganishwa ni hapa lakini kitu kinachotumika kuunganisha mkono na, na injini ni hiki hapa na hizi hizi ni mifuniko ambayo inatumika kwa ajili ya kulinda hichi kiunganishi kisiingiliwe na mchanga wa aina yoyote ndani. Hii inakuwa na pande mbili, upande ambao unatundu ndio upande ambao utatangulia kwenye, kwenye injini wakati unaungalisha kwenye engine, hakikisha hili tundu la hapa katikati hii hapa imeingia ndani yake. Kwa hiyo utanyenyua hii, utaiweka hii, utatafuta hilo tundu mpaka hii hapa iingie kwenye hilo tundu, utaliseti tundu mpaka itakapo hapa hapa, tayari imeshika. Hii ni hatua ya kwanza ya kuzingatia. Baada ya hapo, kitu kingine cha kuzingatia ni kuunganisha sasa hii na mkono, ambapo hapa tunatumia spana. Mashine hii inakuwa na spana hizi zote ambazo unaziona hapa. Na spana inayotumika hapa ni namba nane. Utaifungua hii utaitoa. Baada ya hapo hii itaingia hapa. Kama nilivyokuambia, hii ni muhimu kuzingatia, kuhakikisha inaingia, unaingia maana isipoingia hii mm hamna -hmm. kitu kinachoweza kufanyika. Mona kwa huku utaiunganisha, tupa mona utaifunga bolti kama kawaida Taikaza vizuri mpaka ishike. Baada ya hapo, tutakuwa tayari tumeunganisha mashine na mkono, lakini inatakiwa tuunganishe mfumo wa, wa nani, mfumo wa umeme wa mashine na mkono, yani controller accelerator inatakiwa iunganishwe huku, ili ikontrolewe kule hii hapa ambapo kwenye upande wa waya nyekundu, ataenda na mwekundu, nyeusi ataenda na mweusi. Lakini tuanze kwa kuunganisha elet yenyewe ambayo inaingia hapa. Onyeshe vizuri hapa, utaifunga hapa vizuri, hapa vizuri. Huku kwa ndani hii itatakiwa iingie kwa huyu. na baada ya kuifunga inatakiwa iwe hivi. Huu waya tayari umeshaingia humu ndani kwenye hii hapa. Hatua inayofuata ni kuunganisha waya, ambapo kama nilivyokuambia, mwekundu anaenda na mwekundu, mweusi anaenda na mweusi. Hapo utakuwa umeshamaliza kuunganisha mashine yote kwa ujumla. Exilator ni hii ambayo Ukiibonyeza utaona kule inasogea, bonyeza. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni ya kufunga visu hapa. Kwenye kufunga visu, kisu hichi, kisu hichi na kisu hichi vyote vinafungwa kwa staili moja, kwa utatumia kitu kisu kimoja kutokana na munga ambacho kimechagua hichi hapa.